habari zenu nyote leo tunakwenda safari ya kusisimua kuelekea kwe, kwenye miteremko ya kaskazini ya mlima Kilimanjaro hapa Tanzania tutazama kwa undani historia na utamaduni wa moja ya makabila ya kuvutia zaidi Wachaga umeshawahi kusikia kuhusu Wachaga au labda umekutana na mtu kutoka kabila hili la ajabu niandikie kwenye maoni hapa chini kihistoria Wachaga walihamia kwenye miteremko ya mlima Kilimanjaro katika karne ya kumi na saba kwa ujuzi wao wa kilimo na biashara wamechangia sana katika maendeleo ya Tanzania. Unadhani Wachagga bado wanaendeleza utamaduni wao wa asili katika ulimwengu wa kisasa? Tuambie mawazo yako kwenye maoni. Wachagga si kundi moja, bali ni mkusanyiko wa jamii zenye historia na utambulisho wao. Baadhi ya makundi makuu ni pamoja na Machame, maarufu kwa uongozi wao wa jadi, wa Marangu, maarufu kwa kahawa na biashara zao, wa Kibosho, wenye ardhi yenye rutuba na ujuzi wa kilimo, Warombo, karibu na mpaka wa Kenya maarufu kwa ujasiriamali wao, Wasiha wanaojulikana kwa kilimo na ufugaji. Wewe ni Mchaga au unamjua mtu kutoka kabila la Wachaga? Kundi gani linakuvutia zaidi? Niandikie kwenye maoni. Lugha ya Kichaga ina lahaja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Kirombo, Kimarangu, Kikibosho, Kimachame na Kisiha. Kila lahaja ina ladha yake ya kipekee. Umeshawahi kusikia mojawapo ya lahaja hizi? Shiriki uzoefu wako kwenye maoni. Wachaga wanajulikana kwa utaalamu wao katika kilimo cha ndizi na kahawa. Kahawa yao ni maarufu duniani kote na ni sehemu muhimu ya uchumi wao. Umeshawahi kuonja kahawa ya kichaga? Ulifikiria nini? Niandikie kwenye maoni. Muziki, ngoma na sherehe za jadi ni sehemu kubwa ya maisha ya Wachaga. Nyumba zao za jadi zinazoitwa msonge zinaonyesha usanifu wa ajabu wa asili. Ni mila gani za kichaga zinazokuvutia zaidi? Shiriki kwenye maoni. Wachaga waliwahi kuongozwa na viongozi wenye busara na ujasiri wanaojulikana kama mangi. Viongozi hawa walitoa mchango mkubwa katika historia ya Tanzania. Unadhani mfumo wa uongozi wa jadi wa Kichaga ungefaa katika ulimwengu wa leo? Niandikie ya mawazo yako. Afrika ina zaidi ya makabila elfu tatu, kila moja likiwa na historia na utamaduni wake wa kipekee. Unataka kujua historia ya kabila lako? Andika jina la kabila lako kwenye maoni, nami nitalifanya utafiti kwa ajili ya video ijayo. Kama umefurahia video hii na umejifunza kitu kipya kuhusu Wachaga, bonyeza kitufe cha like. Shiriki video hii na marafiki zako ili nao wajifunze, na usisahau kubonyeza alama ya kengele ili upate arifa ninapopakia video mpya. Asanteni kwa kutazama, tutaonana kwenye video ijayo.